Salamu za Kalvari katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe, mpenzi mtazamaji, wa hali gani asubuhi ya leo? Ninaamini kwamba Mungu amekusaidia, Mungu amekubariki, na baraka ya kwanza ni kukuamsha tu, kiwa mwili wako unafanya kazi, kila kiungo kinafanya kazi Sikusema kwamba wale ambao wanaumwa hawajabarikiwa. Bado mmebarikiwa, wale mnaumwa, wale ambao mnapitia changamoto tofauti tofauti, wale ambao hata meimbii mnasema kwamba usiku wenu ulikuwa ni wakilio. Mwenyezi Mungu amewabariki, amekubariki, amekubariki, maana sasa hivi unatazama ukiwa umebarikiwa na uhai. njalishi umekalia nini, njalishi unauma na wapi? Lakini Mwenyezi Mungu amekubariki na uhai. Mushukuru ni kwa sababu ya hilo tu, baraka zile zingine zitafuata, na bado uamini kwamba siku yako itakuwa ya baraka pia. Karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tuendelee na kubarikiwa na kufundishwa mengi kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake sio mwingine bali ni Pasta Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni. Karibu. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetujalia. Naomba kuwasalimu watazamaji wa siku ya leo, hamjambo? Nami sijambo. Karibu katika ibada ya siku ya leo, tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ulinzi wako ambao umetenda nasi kutoka wakati tulikuwa mahala hapa jana na umetulinda umetuonekania imi ndiwa Baba wa mbinguni, natukuka kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu, tuongoze kuwa nasi na neno lako likazidi kukua ndani ya mioyo yetu, kwa Yesu Kristo tumeomba, amina. Naomba niwakaribishe katika wazo la siku ya leo ambayo tutaipata katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya tano Mstari ni huo wa kumi na nne. Mathayo mtakatifu sura ya tano mstari wa kumi na nne, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji auwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji auwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Bwana Yesu asifiwe! Karibuni tena, tunaendelea, tunaendelea na kipengele chetu cha tatu ambacho tuliweza kusema ushuhuda wa maisha yaliyobadilishwa na Yesu, yaani unatoa ushuhuda kwa maana Yesu amebadilisha maisha yako, na Yesu akibadilisha maisha yako ni lazima useme hakika Mungu amenitendea, hakika Mungu amenionekana. Yaani lazima kuonekane nuru kama vile tumeambiwa na mstari ambao tumesoma tumeambiwa ya kwamba, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Yaani hauwezi ukaficha kitu ambacho kinaonekana na watu, huwezi ukaficha kitu ambacho kilicho ndani yako ambacho haujaazima. Hauwezi ukaficha kitu ambacho Mungu amekupa na kimekuwa chako, na ni lazima ukitumie ili kikaweze kumbariki wengine na kikaweze kuinua wengine. Kwa hivyo kwa maana sisi ni nuru, ni jambo la muhimu sana wapendwa ili tukaweze kujua ya kwamba Mungu ametupa jukumu ili tukaweze kumshuhudia yeye, ili tukaweze kumbadilisha maisha ya wengine, ili tukaweze kutumia vipawa tulivyo navyo ambazo Mungu ametupa ili tukaweze kuwainua wengine. Tukiangalia vile ma maisha ya Petro na Yohana yalivyobadilika, tunajua ya kwamba mabadiliko ndio ushuhuda wa kweli. Yaani, hawakuenda wakakusanya watu wakawaambia, Yesu amenifanyia hili na hili, lakini walikuwa wanawaumbiria, na kwa njia ya kuwaumbiria, wanaona kupitia matendo yao vile wanaishi kama wafuasi wa Yesu na wanawafuata. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana, uwe nuru, uwe kie lelezo uwe mtu ambaye ni wa kuaminiwa, uwe mtu ambaye hata ni wa kupigiwa mfano na wengine, ili wakaweze kukufuata. Hapo awali Petro, alikuwa anajulikana kwa kukanusha, lakini sasa anamshuhudia Kristo hadharani. Alikuwa anajulikana kama mwasi, lakini akabadilika, akakuwa mtu ambaye ni wa kuelekezwa mtu ambaye pia anaweza kuelekeza wengine, mtu ambaye ako na kitu ndani yake ambacho kinaweza kuchukuliwa, kinaweza kuwafaidi wengine na kinaweza kuwainua wengine. Kwa hivyo hata haijalishi maisha yako yako vipi, haijalishi vile unakaa, haijalishi wewe unaitwa nani, unaweza mbadilisha maisha ya mtu mwingine ukikaa na Yesu na ukiwa na Yesu ndani yako na ukiandamana na Yesu. Kwa hivyo vilevile tunaangalia Yohana. Yohana hapo mbeleni alikuwa anaitwa mwana wa ngurumo. Yaani alikuwa anapita mahali ama ana, ana, anaonekana mahali watu wanaanza kumwongopa, lakini sasa ni mtume wa upendo, anahubiri upendo wa Yesu, anahubiri ya kwamba Yesu anaokoa, anahubiri ya kwamba Yesu ana i yani anainua ana na anahubiri ya kwamba Yesu anasikia maombi. Kwa hivyo jambo la upendo ambayo Yohana anahubiri liliweza kubadilisha Yesu aliweza kumbadilisha mtazamo wake na maisha yake yakabadilika ghafla na akaanza kumshuhudia Yesu katika maisha yake. Aku alikaa maisha ambayo ni ya uteua, maisha ambayo yanampendeza Mungu, akiwa na Petro, kwa maana Mungu alikuwa amewatuma kama mitume wakaendeleze wakaendeleze neno lake na wakaliumbiri neno lake na wakaweze kuwa watu ambao ni wa kuwatoa watu waliomo ngizani na kuwaleta katika nuru au mwangaza. Mabadiliko haya yalionekana na kila mtu. Yaani mabadiliko ya Petro na Yohana yalionekana na kila mtu, kwa maana walikuwa wanastaajabu ama kushangaa, walipokuwa wanahutubia ama walipokuwa wanahubiri. Walikuwa wanashangaa, huyu ni yule Petro? Huyu ni yule Yohana ambaye tunamjua ama tunamtambua kama huyu? Lakini Mungu alikuwa tayari ameshabadilisha maisha yao. Kwa hivyo Mungu akiwa pamoja na wewe, ukitembea katika nuru, ukitembea na huyo Mungu, ukiwa pamoja naye na ukiandamana naye, hakika maisha yako yanabadilika na unakuwa na ushuhuda wa kumshuhudia yeye, kwa maana yeye ni Mungu asiyeshindwa. Ushuhuda mkubwa sio hotuba yako bali ni maisha yako yaliyonjaa Yesu. Yaani sio hotuba ama kuwahutubia watu wengi ama kuenda ukitangaza ama kupiti, kubeba kubeba speakers uende ukitangaza ya kwamba wewe ni nani. Lakini kama sio hutuba ni maisha yako ambayo yamebadilika na ambayo yamenjaa Yesu. Tukae katika maisha ya uteua, ili tukaweze kuwa na ushuhuda wa kuwavuta wengine kwa Kristo. Naye Mungu ataweza kutubariki, naye ataweza kutuinua kwa maana ametuambia sisi ni nuru. Na ni lazima nuru iangaze kwa maana huwezi kukaficha kitu juu ya mlima. Ni lazima ikionekane na ni lazima kionekane na kila mtu. Kwa hivyo, matendo ya Yohana na Petro yalionekana na yakaweza kubadilisha wengi, na hata tabia yao ilionekana ikaweza kubadilisha wengi. Tubadilike katika tabia, katika mtazamo wetu, na zaidi ya yote tumban, tuenende na Yesu. Tuishi na Yesu, tuwe na Yesu na tuandamane naye, na atazidi kutushika mkono. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Asanteni, tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umekuwa pamoja nasi. Asante kwa ajili ya neno lako, wacha ikazidi kutuinua. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amina. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, ni neno ambalo tumeweza na kuletewa na tukasomewa pamoja asubuhi ya leo, yaani maisha ya Mkristo haiwezi ikafichika, sio ya kufichwa na kusema kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Nuru yani umewekwa kama nuru ili ukaweze na kuwa, yani hiyo e, nuru ikawezi na kutumika na wengine, ukawe nuru katika familia ambayo yani mimbi kuna ngiza katika jamii ambapo kuna giza, wewe ni nuru pale, katika kijiji kizima, katika ulimwengu wote. Wewe umewekwa kama nuru, ukaangazia na wengine wakaweza na kumjua huyu Yesu. Watamjua kwa njia hipi? Kupitia kwa matendo yako, kupitia kueneza hiyo Injili, kupitia kwa mdomo wako, kupitia kwa nyimbo zako, lakini hata sana sana kupitia kwa matendo yetu kupitia kwa matendo yako. Je, nuru umeificha ama bado? Yani, inaonekana matendo yako watu wakichunguza, wanakuona ukiwa namna gani? Wanaweza kusema kwamba mimi ningependa ni niwe Mkristo, mimi ningependa ni niingie, uh, niingie pale kati, yani, pale katika lile kanisa ambapo wewe huwa unaabudu, waseme kwamba mimi siku ya leo nimeamua kwamba kumchukua hama yani kumchukua Yesu Kristo awe Mwokozi wa maisha yangu na nianze kuabudu katika ile kanisa ambayo fulani huwa anaenda, kwa sababu nimeangalia, nimemchunguza matendo yake ni kweli kabisa ameokoka, ama sisi ni kuongea tu kupitia tu vinywa vyetu, lakini matendo yetu yanatukataa kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Je, nuru umeifunika ama bado inaangazia ulimwengu na wale wengine ambao wako kuangiza, ama vipi? Ambalo, ni swali ambalo naomba tu nikuachie ili ukaweze na kujijibu. Ninakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akutangulie, na Roho wake atusaidie sana, tukaendelee na kuwa nuru ya ulimwengu. Baibai.